Kutoka gatuzi namba 25 tuelekee gatuzi namba 40 ambapo wanakijiji wana vijiji kadhaa katika eneo bunge la Butula huko Busia wanakadiria hasara kutokana na uharibifu wa tumbili kwenye mimea yao hasa mahindi. Wanavijiji wengi sasa wamelazimika kuasi ukulima na wengine kupanda mimea isiyoliwa na tumbili kwa kuhofia hasara kutoka kwa wanyama hao. Juhudi za kukabiliana nao hata kwa kutumia mbwa zimekosa kuzaa matunda huku idadi yao ikizidi kuongezeka. Malo, okay, okay. Watu wa hapa walikuwa wakipanda mahindi eka moja, wanapata zaidi ya gunia kumi na tano, na hata sahizi kwa sasa upanzi wa sasa hawezi pata hata gunia moja. Kama singekuwa nimepanda mahindi na mtama, hiyo shamba ingekuwa imebaki bora. Tikisha kula mi, ni, ni mahindi yetu ikimalize, zinaingia hata kwa, kwa, kwa Napier grass, zinakula mpaka hata zinakula mafukado zetu, wamenisumbua nimejaribu hata nimejaribu kuita watu ya umbwa wajaribu kufuguza ni wasongi hata tumechanga pesa tukaita watu wakuja, wajaribu kuwafukuza walishindwa. Sasa mimi ninapolima, ninatoka huko bure, njai ndio hiyo inanivamia sasa. Mimi sina, sina mbele wala nyuma.